Habari, karibu katika episode ya tano katika series mlolongo wa video ambao tumefanya ili kuwasaidia wazazi kuelewa zaidi kuhusu nepi za kufua na kuchagua nepi za kufua. Turudi kule tulikotoka miaka ile, um, kama nilivyoeleza kwenye video za nyuma kwamba binafsi nilivaa nepi za kufua na sio za kutupa. Um, na sasa hivi nimen, nina mtoto ambaye ana miezi sita um, Oktoba elfu mbili na ishirini na um, tano na ninatamani um, wazazi wenzangu waweze kutumia nepi za kufua kwa sababu nyingi ambazo nilielezea katika video ya kwanza. Um, nikaelezea pia jinsi ya kumvalisha mtoto wako um, nepi za kufua ambazo tunaziuza Mwana, lakini pia zinapatikana sehemu tofauti tofauti dunia nzima. nikaelezea pia Um, um, material tofauti ambazo zipo katika hizi nepi za kufua, um, ambazo mimi ninaziuza lakini zilizopo pia kwa ujumla. Tukaongelea katika video ya nne jinsi ya kufua na kutunza nepi zako ili zidumu. Hizi, um, hizi nepi zinaweza zikavaliwa na mwanao wa kwanza na mwanao wa pili hata na mdogo wao pia, ukizitunza ipasavyo kwa sababu ni nepi imara na zinajali mazingira sana. Kwa hiyo kama hujaangalia video za nyuma, tafadhali rudi ukaziangalie ili kuweza kujua zaidi, na tunabakisha video moja baada ya hii ambayo tutakuwa tunajifanya maswali na majibu kwa kupitia uh, maswali ambayo umetutumia katika comment section, katika personal messages, lakini pia katika inbox za Instagram na Facebook. Majina yangu naitwa Agnes Senga, mimi ni Mama Eli, na pia ni mwanzilishi wa Ellie's Essentials ambao ni wauzaji wa, um, wa, uzaji wa diaper za mwana. Um, katika video hii tutakuwa tunaongelea ngozi um, sensitive za mtoto na magonjwa yanayotokana na uvalishaji wa nepi, diaper rash. Swali cha diaper rash ni nini? Kuna kwa na either hoja nieleze diaper rash ni nini? Kiswahili, um, so, chake kimenitoka Menito, sijui, sijui, si, si, kumbuki kama niwai kujua diaper rash anyway. Um, ukimvalisha mwanao nepi mda mrefu um, kwa njia ambazo sio sahihi, mwisho wa siku anaishia kupata either vipele, ngozi yake inakuwa nyekundu au ngozi yake inakuwa imepasukapasuka katika lile eneo ambalo nakuwa umemvalisha nepi kwahiyo, pale kiunoni na kwenye mapaja humo ndani mwanao um, anaweza akapata hivyo vitu vitatu nilivyovieleza: vipele, wekundu, um, au mpasuko. Na hizo ndo dalili au ni aina tofauti tofauti za diaper rash. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinamfanya mtoto anakuwa very uncomfortable. Hayuko um, yani hajisikii vizuri, analia sana kwa sababu ana maumivu. Kwa hiyo kama mama au baba, unatakiwa uzijue sababu Uh, na unajua jinsi ya kuzuia ili isije kafika katika um, yani level hiyo, katika kiwango hicho. Kwa hiyo kama mwanao bado hana um, diaper rash, ni jambo la kushukuru, basi endelea kufanya unachokifanya ili asipate. Lakini kama umeshapata diaper rash, unajua kwamba mtoto anakuwa na mateso sana, na hutaki awe na hayo mateso. Kabla sijaendelea mbali katika hii video, naomba niseme kwamba mimi sio daktari. Mimi ni mama ambaye ninaongea na mama wengine wengi um, kwa sababu ninawauzia diapers uh, nepi za mwana na pia nina marafiki ambao ni madaktari. Ila kama mwanao ana changamoto yoyote ambayo nitaizungumzia hapa, tafadhali kamuone daktari, daktari wako wa ngozi ya mtoto au daktari wa watoto, ndo daktari atakayekusaidia kusuluhisha tatizo hizi ila mimi nitaongelea sababu ambazo zinasababisha hivyo, uh, vipele na hizo changamoto kutokea kwa, um, na jinsi ya kuzizuia um, lakini daktari wako atatibu, um, kama vita kama vitaendelea. Kwa hiyo nini kinasababisha hayo matatizo ya ngozi kwa mtoto katika eneo lake la nepi? Moja, unaweza ukakuta mtoto amevaa nepi ambazo zina kemikali nyingi ambazo kama mama hata huzijui hujui tamka maneno ambayo yamewekwa. Ukimvalisha mtoto nepi za kutupa nyingi, sio zote, nyingi zinakuwa zina na lea na lea na lea na lea ya maplastiki. Kwa mwisho wa siku, plastiki juu ya plastiki juu ya plastiki juu ya plastiki, hamna hewa inapita humo ndani. Umembana mtoto wako nepi, hamna hewa inapita mbele huku kiunoni, wala kwenye mapaja. Kwa joto lile linakuwa kama fukuto mle ndani mwisho wa siku ngozi ya mtoto inakosa kupumua inaishia kuwa na hayo matatizo ya diaper rash. Sio sawa. Au unakuta unatumia um, zile za kumfuta mtoto wipes zile, unamfuta mtoto na um, wipes zenye kemikali uh, pombe uh, inaitwa ethanol alcohol, ni pombe ambayo inawekwa kwenye zile wipes. Um, kwa muda mrefu, mara kwa mara, afu kwa mpaki mafuta ngozi yake inakuwa imetolewa unavyomfuta na ile pombe unakuwa umetoa ule unyevu wa mtoto, ngozi ya mtoto kwao. Mwisho wa siku unafuta, unamvaisha nepi, namfuta unavaisha nepi hizi labda ambazo hazipumui mwisho wa siku um, ngozi ile inapasuka kwa sababu haina um, hewa haina pa kuhemea na haina um, unyevu wa kutosha moisturize, moisturization ya kutosha na hiyo inakuwa sio sawa. Kwa hiyo jaribu kuzuia kumvalisha mtoto wako nepi um, ambazo huzielewi au ambazo quality yake sio nzuri uh, au quality yake hizi kama ni hizi za kutopa quality yake sio nzuri, au ni nepi ambazo ukimbana sana mtoto hapumui, hawezi kupumua na hautakiwi kumbana mtoto in the first place. Anyway, um, kwa hiyo jaribu sana kuzuia hicho kitu. Na jaribu pia kuzuia um, zile Uh, wipes zile za kutupa ambazo zinakuwa na kemikali nyingi, haswa pombe au alcohol nyingi um, inakuwa inamfanya mtoto wako asiwe na um, awe na hivyo vipele au hiyo shida ya ngozi inayoitwa diaper rash um, kwa hiyo hizo ni sababu mbili um, kemikali kali katika diapers, kemikali kali pia katika sabuni ni kitu kibaya kinachosababisha pia diaper rash um, Kemikali, yani tuseme kemikali kwa ujumla, mtoto mdogo ngozi yake ni nyororo na um, yani, ni ngozi ambayo inatakiwa kulindwa katika hali ya juu sana, kimpaka yani, zile cream unaojipaka wewe mama ukataka umpake na hiyo mtoto au mweupe, unamkosea mtoto, kwa sababu unamkandamiza makemikali makubwa ambayo yanazidi uwezo wa ngozi yake kuprocess. Kwa mwisho wa siku anajikuta anapata changamoto tofauti tofauti za ngozi. Mtoto anatakiwa kupakwa mafuta mepesi um, ya nazi labda au mafuta mengine ambayo yametengenezwa kwa ajili ya mtoto. Mafuta ya nazi ni mazuri zaidi, ninashauri hayo kwa sababu ni mepesi. Lakini kama ni mepesi sana na wewe unaishi sehemu um, zenye baridi labda unahitaji uh, unyevu uzidi, um, au moisturization izidi basi jitahidi kutafuta either mafuta ya Vaseline, au mimi ninayo hapa yanapatikana Tanzania, labda na nchi za jirani, inaitwa na baby balm um, huyu hanijui eh, wala simtangazi biashara, kwa sababu ninamjua ni kwa sababu ninatumia mafuta yake. Mwanangu alipopata ngozi kavu katika mgongo, nikawa ninapaka na inasaidia mno mno katika moisturization, alipata eczema. Na inasaidia sana katika eczema kwa hiyo Uh, unatafuta mafuta ambayo yametengenezwa na uh, watu ambao wanajali afya ya watoto wako, na utumie mafuta ya namna hiyo na sio uh, mafuta um, yenye kemikali kali, hizo zitaishia kumwathiri mwanao. Kwa hiyo jizuie kadri uwezavyo kutumia kemikali ambazo zinazidi uwezo wa mtoto um, hivyo utaweza kuzuia diaper rash. Njia nyingine inayosababisha hivo vipele au hiyo shida ya, ya ngozi ni kama nilivyosema mwanzo, kunakua kuna ufukuto katika diapers. Kwa hiyo ukimvalisha mwanao nepi za kufua aina yoyote um, angalia video ya pili tuliongelea zaidi ya aina tofauti tofauti ya nepi za kufua um, katika zile tulizoziongelea aina yoyote ile ya nepi za kufua zinakuwa na um, ite breathable inakuwa na material ambayo ni breathable inayomsaidia hewa kuhema, yani nepi zinahema. Unajua kuna joto mle ndani kwenye um, area humu ndani humo mtoto anapokuwa um, amevaliwa daipa kuzuia ile pupu na pii um. Sasa hilo joto linaweza kutoka kama ukiwa na um, nepi ambayo um, ya nguo yenye matobo matobo, yanapitisha hewa na kuingiza hewa. Hewa safi inaingia, hewa chafu inatoka, lile joto linaweza linakuwa halikai mle ndani. Ukimvalisha mwanao plastiki, joto kila kitu kinabaki, vinabaki mmoka mafukuto kwao. Nepi za kufua ni nzuri sana kuzuia matatizo ya ngozi kwa mtoto kwa sababu um, nepi zinakuwa zinaweza kuhema na mtoto, ngozi ya mtoto inabaki kuwa na hewa ya kutosha. Um, haushauriwi kumwacha mwanao zaidi ya masaa matatu. Ukishamvalisha nepi, jitahidi sana umvue ndani ya masaa matatu au kabla, kwa sababu uh, anahitaji um, kupumua, lakini pia zile uh, ule mshikano wa mkojo na pupu na ngozi um, unakuwa haupo, haswa pupu, kwa sababu uzuri wa nepi hizi za kufua aina hizi ambazo naziuza kwa mfano za Mwana na pia nafikiri unaweza ukazipata sehemu nyingine. Um, unaweza zikawa quality ambayo so sio hii ila, um, uzuri wa hizi nepi ni kwamba mtoto akipupu akikojoa, ule um, unyevu wote unanyonywa, unaingia kwenye kinepi ambacho kinakuwa humu ndani. Hichi kinepi ndo kinachotunza hayo majimaji, um, na hii inazuia ile unyevu kutoka nje. Um, ila bado inaweza kuhemeka. Hii ni nepi ya mwanangu, nepi ya mwanangu kabisa, toka anaendelea kuitumia, imetoka kufuliwa lakini ni safi um, kwa hiyo hii matirio ya juu inanyonya unyevu ule, na ni muhimu ule unyevu kuwa unachukuliwa pale pale, um, kwa hiyo ukiwa hauna nepi zenye teknolojia ya aina hiyo, mwisho wa siku ule unyevu unabaki juujuu pale na mtoto anakuwa hana Um, anakuwa na uh, ushi, ngozi yake inakuwa imeshikwa imeshikana na pupu au na mkojo uh, ambao mwisho wa siku unaathiri ngozi yake. Kwa hiyo jitahidi sana kama mama kutoa nepi ya mtoto anapopupu, toa pale pale, na anapokojoa muda mrefu, yani mara kwa mara isizidi masaa matatu, jitahidi kuwa unambadilisha. Kama unamwacha zaidi labda usiku, basi jitahidi uwe na vile um, vinepi vya ndani ambavyo au ile nepi ya juu inategemea na aina ya nepi unayo, ambayo ina uwezo wa kunyonya zaidi. Kwa hivyo basi, mtoto anakuwa hapati changamoto ya, ya ngozi um, mafuta ya hizo ndo um, matatizo na suluhisho tofauti tofauti ambazo nimezitaja, ambazo zinasababisha ngozi ya mtoto kuteseka. Kemikali zuia sana kemikali hiyo, zuia katika mafuta, zuia katika sabuni, zuia katika wipes, zuia katika nepi. Tumia vitu mnavyovijua, mnavyoweza kuvitaja majina. Ukiwa una mfuta mwanao, um, saa nyingine zina kemikali. Chukua kitambaa, kitambaa cha aina yoyote ile <laughs> kisafi <laughs> tia maji kidogo, mfuta mwanao. Um, kwa sababu vitambaa na maji havina shida ila zile wipes. Um, nilifanya post katika um, Instagram, naweza mkaenda kuiona huko na nitaendelea kufanya tena na tena. Yani, unakuwa ukisoma zile kilichopo ndani ya wet wipes huwezi uh, ukatamka baadhi ya maneno, lakini constantly, kwa Tanzania angalau ninaweza nikasema nimesoma vilivyomo um, katika neti aina nne tofauti zilizotengenezwa Tanzania na zote zina alcohol. Alcohol, yani pombe ambayo ni kali, ethanol, ni pombe kali yani ndo, tuseme ndo kitu ambacho kinatumika kutengeneza pombe nyingine nyingi um, na hiyo ethanol ipo katika wet wipes, zote ambazo nimezisoma aina nne ambazo zinapatikana Tanzania. Labda nisome aina nyingine ambazo zimetoka nje nje ya nchi nitasoma na nitazipost katika Instagram, kwa mnaweza mkazionea huko. Kwa hiyo jitahidi kuzuia kemikali kadri uwezavyo. Tumia material ambayo unajua jina na unajua kusoma nini kilichopo ndani, materio anazozizoea mara kwa mara. Tumia mafuta ya nazi ambayo sio makali. Mimi um, na mwanangu tunamtumia haya kwa ajili ya mwanangu mafuta ya nazi ambayo ni extra virgin. Hawanijui, kama nilivyosema, siwatangazii biashara, kwa sababu nawajua na, na, natamkia tu kitu ambacho ni kizuri. Uwe makini, kwa sababu nasikia zimeanza kuchakachuliwa <laughs> zimeanza kuibiwa, yani watu wengine wanatumia jina kutumia mafuta ambayo sio kwa um, ya kwao. Kwa upitia katika mtandao yao ya kijamii mwangalie ni wapi na wapi wanayauza, alafu ndo uende kwenye hizo sehemu husika kununua. Na haya mafuta ni mazuri pia, kama mtoto wako ana changamoto ya ngozi kuwa kavu, inasaidia sana sana. Um, ana aina nyingine nyingine, na wote hawa wana sabuni, ila binafsi situmii hizi sabuni zao. Kuna sabuni nyingine dada um, mwenzetu ambaye anaitwa Bantu Vegan, Bantu Vegan anatengeneza uh, uh, sabuni salama ambazo um, Um, unajua nini kilichomo kwa mtoto, imetengenezwa kwa mafuta safi na salama, na anaonyesha taratibu jinsi anavyofanya kila kitu katika mitandao yake ya kijamii, na tunapenda sana sabuni zake. Mpaka sasa mwanangu hajapata shida yoyote kwa kutumia sabuni yake ya kuogea. Ana sabuni inaitwa Rafiki ambayo ni maalum wa kwa ajili ya watoto, kwa hiyo hiyo ndo tunayoitumia, na hayo ndo mafuta ambayo tunatumia na hatujawahi kupata shida yoyote ya ngozi ya eneo la nepi. Um, usitumie poda kwa sababu poda pia ina kemikali ambazo ni kali za kufanya ngozi ya mtoto kuwa kavu kupitiliza. Yani, unataka ngozi ya mwanao iwe kavu, lakini ukavu ule usipitilize. Na kila wakati unavyombadilisha mtoto wako nepi, basi jitahidi kumbadilisha mtoto nepi kwa kufuta wipes, alafu kaushe ngozi yake, paka mafuta kama unaona ngozi imekuwa kavu sana, kama hamna ulazima. Ngozi yake na unyevu wa kutosha, sio maji. Tofauti ya unyevu na maji ni tofauti kubwa sana. Haina maji-maji lakini ni kavu, ila ina moisturizer, ina unyevu. Uh, basi unaweza kangalisha nipi yako, au ukiona ni kavu basi mpake mafuta ya nazi ambayo ni mepesi na ni mazuri, na anaweza um, akawa na kupumua vizuri katika eneo lake na nipi wazazi wengi wanakuja kwangu, walikuwa wanatumia nepi za kutupa uh, wanasema tufanyaje ili kuondoa zile um, shida za nepi. Huwa nawashauri kwanza pia muwe na muda waku, waku asubuhi, wa kumwacha mwanao apumue ile asubuhi, akiwa ameamka mwache akae labda lisali moja bila nepi kabisa, ili aheme ngozi um, yake iendelee kujitengeneza, sio muda wote amevaa nepi nepi tu ajikojolee. Mwache mtandikie um, kitu ambacho akivujishi um, akoje hapo, achezecheze hapo, apate hewa ya kutosha. Kama ni anatembea, anakimbia, anatambaa, mwache kama lisali moja ile asubuhi, baada ya kuvaa nepi muda mrefu usiku kucha, alafu una, unaendelea kumvalisha nepi baada ya hapo, um, anashindia <coughs> vizuri. Na hamia katika nepi ambazo zinapumua. Kama unatumia nepi za aina hii, hakikisha zinakauka kabisa kabla ya kumvalisha mwanao. Tuliongelea zaidi katika video iliyopita ya jinsi ya kutunza na kufua nepi za kufua, jinsi ya kufua na kutunza nepi hizi za nguo za nguo. Kwa hiyo jaribu kwenda kuangalia kule, lakini usipoacha nepi zako zikakauka muda mrefu vya kutosha, ukamvalisha mwanao nepi mbichi, pia unaweza kusababisha matatizo ya aina nyingine ya ngozi kwa mtoto ambao sio salama. Kwa hiyo, jitahidi kuzuia kama hivi. Kwa hiyo, asanteni kwa kuangalia video hii. Kama utakuwa na maswali endeleeni kuacha kwenye comment section. Tunamalizia huu um, mlolongo wa video kwa episode ya sita ambayo tutajibu maswali yote ambayo tumepokea kutoka katika um, nini uh, comment section ambayo tumepokea katika inbox, katika group letu la, la wamama la WhatsApp, um, inbox ya Instagram ya Facebook. Tutajibu maswali yote katika video hiyo, na kama bado na maswali na unaangalia hii video ndani ya Oktoba, basi tunakaribisha sana na tutaweza kujibu hizo swali wako pia, au liache katika comment section, na tutaweza kulifikia kwa wakati wowote wa ule hata kama kipindi cha Q&A kimeisha. Usisahau kuangalia video za nyuma na kila la heri katika ulezi wako.